Labda pengine, sikulazimisha hu kuwa muislamu leo, lakini labda utasikia mtu anasema Uislamu vibaya ukamshauria na wewe sawa. Ndio <coughs> ni kwa nasema, nipite na hii maneno hapa. Tunazungumzia dini ya Uislamu, nini maana yake, ndio tunazungumzia hapa, na tukaanza introduction yetu, maana ya Uislamu. Lakini si kawaida yetu Waislamu, tunakuwa tunaa tukianza kitu, tunaanza kumshukuru Mungu. Leo tunatiapa sifa zote zina mustahiki Mwenyezi Mungu, Mwingi mwenye wa rehema, Mwenye kurehemu. Mwake rehema na baraka tunipataka kutoka kwa Mungu. Neno Uislamu inatokana <coughs> na lugha ya Kiarabu, Islam. Unaona, imekopeshwa kutoka katika lugha ya Kiarabu, manake Islam. Na sote tunadhani kwa masomo, vioso ma mode ya Islam na definisheni tunafahamu vizuri, ke Islam si la soumission totale à la volonté de Dieu appelé Allah. Ndio tunaifasiria na tunafana ushahidi wa andiko ya Qur'ani, isionekane kama tu ni maneno ya istuari. Basi mkao Qur'ani kwa Kiswahili, lakini siko na Qur'ani tarjama ya Kiswahili, unaweza ukasoma hii andiko mukora chapter 3 verse 64 ambaye nasema: enyi watu wa kitabu njooni katika neno lilikuwa sawa baina yetu na, na nyinyi ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu. Nataka kusema kwamba ukienda kuabudu mashetani au wachawi deja unakuwa unapata dhambi jua nini? E, unaenda kinyume na sheria ya Uislamu. Haya, inaendelea asema kwamba ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa waola walezi badala ya Mwenyezi Mungu, ndio atakuwa Mungu wangu Uislamu nakataza ile habari. Inasema hivi, kusema wala baada baada la Mwenyezi Mungu wakikengeuka yani wakikataa waki semeni, shudeni ya kwamba sisi ni no Uislamu. Hii mtu akikataa haya maneno tuambiwa, basi mimi nazizuia niko zangu Muislamu. Lakini pamoja na yote, pako na mareferensi za Biblia hapa ya Sifania mbili tatu kwamba so, mimi na wewe tunapasha mtafute Mungu peke yake.

E, na tuko na contact zetu ziko hapa, ni, ni merongo alisia yenyeku hapa. Mimi ndio Upanga wa Radi. Asante kabisa, maana sote tunapambana tupate ufalme wa mbingu. Dunia tunapita, uko unaishi na rafiki yako, unasikia eh, alikufa kule. Naenda lenda wapi? Anakuwa tu ni mboleo bure. Kuna habari kule chini. Ndio tu, tushauriane tu na na tuonyane, kadiri tunavyoona siku zinakwenda zina mbele. Tuna akili kwamba ti wazee ndio wanakufaga, lakini reality yetu kunaona ni tofauti. Mzee anapiga manonanta, yuko bado ngangari kijana nazaliwa miaka miwili mwaka mmoja anakufa ule mzee anabakia pale maki. Haijamaanisha kwamba na sisi vijana tu tukafa. Kumbe ya msingi ni kufa nini, turudi kwa Mungu. Basi nashukuru sana wetu, ndio habari nilikuwa nawaletea kaka. Mungu akubariki. Naona ni maneno ya kweli. Naam, eh, bo shwani yako kwa sababu mtu ni kweli, ukiona ukweli maandiko yanatuambia na, si, ma, tunalazimika kuifuata na ukisoma katika Yakobo nne kumi na tano kumi na saba nasema mtu akiona njia ya haki kwa maneno tu kusema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah maake nashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja mm -hmm. na yakuwa Muhamadi, ni mtume wa Mungu mm -hmm. Eh, Muhamadi siyo Mungu. Kama unakutana na mafundisho kufurahishi basi u ni, ni mprizoli ingia ndani teot... um, ile ni mafos ma, ma kampeni za watu make, mtu unaingiaka mkitu juu kuko faida na unatokaka mkitu ju likosa ndani faida ukiwa umeingia katika Uislamu haukuona faida, unangangania ndani nini? Mungu ni mmoja na nau, tunapambana kumtafuta Mungu juu tutapata faida. Wewe oh, ukiingia katika Uislamu eh, mimi na kwa uislam hakuna mtu anakufunga kamba, lakini mimi naamini kwamba ukiingia katika Uislamu na moyo mwema, mimi naamini kama utapata faida. Mimi nimezaliwa kwa baba na mama ni Uislamu, sawa na mimi najifunza haka usiku na mchana, nimesoma Qur'ani nimesoma Biblia, na mimi najua faida iko wapi. Usingangana iko juu, umesoma kitabu kimoya ndio sima ushapata faida, soma na kia mwingine ujue. Nimesema hivi Uislamu nyenyekevu, dini ya Uislamu katika Biblia ps Maki hivi ndaweza katala kuislamu biko kwenye Biblia yangu na hapa chini kuko kesoma, tulijipozea tuli hapa hivi e, kusema kwamba wasiokuwa Waislamu, kila unayemuuliza habari ya Uislamu atasema ni dini ya mashetani, uchawi na majini na mengineo. Tunaweka majibu yake hapa ile kusema kwamba Uislamu ni dini ya uchawi, dini ya mashetani ni counter campaign za watu, lakini mimi naamini ukiingia katika Uislamu lazima utiona faida ya Mungu na karibu tena. Qur'an yeah na Biblia kuna tofauti gani? Qur'an na Biblia tofauti yake, Qur'an ni mkusanyiko eh, Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vitabu makumi sita na sita soas livre na ya Katoliki kuna septante hivi, lakini Qur'an sio mkusanyiko wa vitabu Ayo ni mkusanyiko wa, wa sura na aya peke yake, sawa. Ndo nania Qur'ani jinsi ilivyo, na Qur'ani sisi tunaelezea tuna kwa mjibu wa Qur'ani kwamba, kwamba imeshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini Biblia ukisoma hata kwenye dibaji nakwambia kwamba Biblia imeandikwa na mikono ya watu hmm, lakini konsisio watu tu waliikaa, kwa sababu zamani baada ya Musa kutoweka duniani, wa Israeli wa walitawaliwa Egypt pale lakini kitabu chao walikuwa wakia na kitabu kinaitwa Tanaka, TNK, Tora Nebium na Ketubium. Kile kitabu baada ya siku kikapotea, baada ya utawala kutawaliwa na wa Egyptian, ikabidi waandike kitabu kingine kipya, juu ya reference ya maneno ya Mungu, ndio akakamata wa Giriki Septuagint, Septuagint Greek, wenyewe walijikusanya kwa pamoja waandike kitabu kile. Ya mara kwanza kilikuwa kinaitwa Livre de Septuagint, naona ambao kwa Kiunani kinaitwa Septuaginta Manake ni kitabu kilichoandikwa na watu makumi saba, akachukua ma le vitabu vya Musa. Lakini e, mle mle ndani kuna baadhi ya maneno yenyewe Wayahudi walijiwekea kama sheria yao, kuna utamaduni, tamaduni, hali ya tabia, isi bukavu tunavyoishi, lakini nikisema kwamba Biblia ni mtungu ambao unatokana na mikono ya watu na ukasoma kwenye Luka moja moja utaikutana na injili. Sasa Quran unasema inatoka wapi? Eh, Quran ukisoma Quran 53 3. inasema kwamba hii Quran imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu alikuwa anamteremshia Muhammad. Sasa hizi injili ni maneno ya Yesu ambao Mungu alikuwa anampa direct. Lakini tunaposema injili na Biblia ni vitu tofauti. Taurati ni maneno ya Mungu. Zaburi ni maneno ya Mungu. Injili ni maneno ya Mungu ambayo Mungu alimpatia Musa Taurati ya injili au tunasema habari ya, ya Biblia ni vitu vili tofauti. Biblia imekusanya maneno ilikuwa katika vile vitabu, lakini Biblia yenyewe si kwamba ni kitabu cha Mungu makini, kama vile ni duka yenyewe ilikusanya vitabu, ya kusema kwamba ndani mlikuwa maneno ya Mungu, walichukua ya, wa, ya Mungu na nyingine ilikuwa ni ya Wayahudi. Tumeelewa. <coughs> hey, <coughs> Hapa andiko hey. So ya hey. Kutoka Kutoka thelathini na nne na inasema Musa akafanya haraka akainamisha kichwa chake nchi akasujudu. na Matayo, nimeiona. na Matayo yuko hapa. na Luka, na Luka. maana nimesema, hii ibada yuko hapa hivi. ndio ibada mimi Musa ninafanya. kwa nini nashangaa wewe, ni kwenye kukuhubiri maneno yuko Biblia kisha wao wanafanyaje? ndio wanasikuwe, ulizaki pastori. hivi tunampendaka Yesu, kuna sababu Yesu aliwaiimba go ka yote kestion tu lakini <laughs> kuuliza hivi mpasteri, ee, kuna nafasi Yesu aliwaimba? isi mkanisa unaenda na msifu Mungu Yesu imba? Hakuna pasi kwenye Yesu aliimbaka eh. Na kwa hiyo anasema Yesu wanafunzi waliimbaka na Yesu ilikuwa ni kwenye sherehe ya mikate, walimaliza kula mikate wakashiba, ndo wakaimba. Lakini hakuna siku waliwahi kutenga ibada, anasema hii ni ibada ya nyimbo, tuende tuimbe, kwa kuonyesha kwamba, kwa mujibu wa Yesu kuimba sio ibada ya Mungu mekuimba ni kusali mara pili. Hapana niile nde dalili wanakupatia ndio wanasema, nafika kule kanisani na muuza pasteri